S Ruto akuja. Mimi kwa majina naitwa Oriati Bim. A brilliant boy, a young boy, incoming senator enao Siaya Kaunti 2027 na ninataka kusema hivi. Nasikia wakelele ina huku kule kule kelele huku bwana wa chama anawachamamauja kelele huku na kule, eti wanasema Ruto anataka kukuja hapa, eti wanasema mara ee, hey, Ruto kikuja ukipinga uendi. My friend let me tell you, we are in a democracy, we are in a democracy world whereby we will speak our mind and we will say sense that makes sense in Kenyans. Now therefore we are saying and we are demanding that William Samoei Ruto has delivered nothing but amesema the amefanya the... Sisi tunasema hivi mtu yote kijana yote bado bado ana support government ya William Samoei Ruto yeah. Might be mad. Ruto must go. You might be mad. Yeah. Tunasema Ruto ajafanya kazi yoyote ajafanya tupu. Hii kazi alituambia anatengeneza lami sijui hapa hapa Soweto yeah. Ini World Bank thing. We are not fools. Ini kitu ya World Bank, sisi sio wajenga. Hakuna project ya Ruto yoyote yenye imefanyika, na anakuja hapa hapa ni ground ya Jakaranda. Aone kwanza sisi, tulis... sisi tulishakufa kitambo. Hii ni spirit inaongea na Ruto. Mimi nilishakufa kitambo sana mtu asinitishe na kifo, nilishakufa kitambo hmm. hmm. hizi ni watu wenye tulisema tunakufa. Mimi nataka kusema hivi ya kwamba William Samoei Ruto hajafanya kazi yoyote, na mtu yoyote mwenye ana support William Samoei Ruto's government, remember hapa kuare, remember watu walichukuliwa wamepatwa kama mekufa hapa kuare kwetu huko Nyanza Yala, kaun, Yala, Yala, Yala, Yala riba watu walikuwa wanapatwa hapo kando wamekufa, unasikia kwa gunia hey. Then mimi mtu ananiambia eti Oria, unapinga una, una, una Ruto na Raila kwa hapo. Ah my friend, wacha nikwambie, ni mimi the only person I can respect in this world ni Mungu na baba yangu. Mwambie those are the two people I can respect, lakini au nipati au nipati unga unga na unipati, unipati nyumba ya kukaa siwezi kukurespect once you are doing nothing. Sisi ndio tunaumia sisi ndio tunapigwa tax, we are suffering, we are suffering, we are Ruto na campaign Ruto, fanyi kazi ana campaign sahi, anapaa kwa. Ukiona huko Kamukunji, ukiona huko Kamukunji Ruto alikuwa anaenda anaabi. Ruto anaambia watu eti atapea Sakaja sa mashini yenye inapika ina chapati nini? wewe wewe

Nimalizia nikisema hivi ya kwamba mavijana, hey, tusimame kama, hey, na tusaidiane kupigana, hey, hey, na hivi vita yes. Kuna, kuna watu wametutumia for very long time hey. Tumetumika for very long time hey. Na hivyo tunasema notu maskini kutumiwa wakikosana, wachukue watoto wao peleke maandamano. Na mimi nataka kusema hivi tu, rafiki yangu amesema mimi mimi kitambosai, ukiniua umeua spirit wenye <laughs> anaongea hapa ni spirit. Nikimalizia <laughs> nataka, ku... yeah. nataka kuambia mabidana ma kutoka bira kutoka Dandora na kutoka Madhari, mimi sio mjinga oh. Eti unaniambia oria, kuja tumekukaribisha huku ndio munigonge <laughs> <laughs> unadhani mimi ni mjinga? watu sio wajinga. watu sio wajinga. na leo utaniua? Utaniua kwa sababu ya mwanasiasa? Utaniua kwa sababu si, mimi hata nishakufa, lakini ataniua ya pili. So, hata kama umeniua ya pili, lakini kuna siku utaona. Wewe unafanya nonsense, unafanya nothing. Hakuna vile unanipiga juu ya mwanasiasa. Nimeisha hapa Soweto, wewe pia umeisha hapa Soweto, umeishi Kibera slums, tunaishi kijiji moja na wewe. Mtu unataka kunilia kwa sababu ya huyu mtu anaishi Karen, Lavington, Roysambu. <laughs> kupigana na juyao watu no, no, no, na tuwache siasa ya ukabila, naambia Gaucho mm. Gaucho, siasa unapiga ni mbaya sana. siasa ya kuati wa Kikuyu, wa Kikuyu ni wabaya? wa Kikuyu sio wabaya au? ndio watu wametuweka hii in Nairobi au? oh, oh, ndio watu tunalala, yeah. kwa nyumba zao, mwambie ukweli <laughs> <laughs> kwa kikuindu tunalala yeah. kwa nyumba zao sio malimasaozai nataka kukwambia, ukienda yeah. nyumbani yeah. utapata gari ya Mkikuyu unasikia yeah. yeah. gari ya Mkikuyu.